Habari zenu Watanzania. Hii video ni kwa ajili ya Gen Z wa Tanzania na na Watanzania wote, so kwa ujumla. First of all, nilikuwa nataka Gen Z msije mkajisikia vibaya, msije mkajilaumu mka mkajila umu, au pia msikubali mtu yoyote awalaumu au akawafanya mkajisikia kama labda sijui mme let down nchi <coughs> au nyinyi wenyewe mmejilet down. Trust me, dunia nzima ina understand mimi personally I I understand I understand okay? sandstank <coughs> um, kama mnakumbuka baada yale maandamano ya tarehe um, uh, ishirini na tisa, haya maandamano ya pili yaliitishwa na jenzi wenyewe na mimi nika support. <coughs> And kama mtakumbuka, ile I think ilikuwa kama two weeks ago nilisuggest tubadilishe ile tarehe ya maandamano iwe Christmas Day. Kuna watu walikasirika nilivyo weka ile suggestion oh, watu wanataka hiyo tarehe, lakini mimi ni kwa naelewa ni kwa nini ni suggest siku ya Christmas, kwa sababu nilishaona hii 19 Disemba serikali imeweza kucontrol movement za watu kutoka, imeshaweza kuzicontrol. Yaani walivyo cancel tu sherehe, nikajua hii siku sio maandamano. Tanzania lazima yawe siku ambao government haiwezi ku kucontrol movement hii hi ndio ilikuwa one of the environments ilifanya yale maandamano ya Oktoba ishirini na tisa yaka yakatokea ni kwa sababu government ilikuwa haicontrol movement. Ndio maana nilisema haya maandamano yaanze siku ya Christmas sababu siku ya Christmas, sabu, siku ya Christmas mm -hmm. ni siku ambayo ekali haiwezi kucancel Christmas mm -hmm. hawezi kuambia watu msitoke siku ya Christmas au you know, siku ya mwaka mpya so Tanzania maandamano lazima yawe kwenye siku kubwa, siku za Christmas, mwaka mpya, siku ya Idi, siku ya uchaguzi, yani siku ambazo watu hawezi kufungiwa ndani. Kinachohitajika hapa ni kujipanga vizuri, na kujipanga na siku ambayo itakuwa ni rahisi zaidi kwa kila mtu kutoka na kuandamana kwa amani. So I'm suggesting maandamano yafanyike siku ya Christmas kama nilivyo suggest before, but then again uh, cha wenyeji Gen Z wataamua watakachotaka kufanya. Cha msingi ni kwamba hatuwezi kurudi nyuma ndugu zangu. Lazima tuendelee kupambana. Hatuwezi kurudi nyuma. Tumepoteza watu. Sasa hivi wa Tanzania tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Yaani that's just, hiyo ndio situation iliyopo. Na mtu yoyote asijidanganye. Sasa hivi wa Tanzania tunatawaliwa kwa bunduki. Tunaishi kwa hofu. Tunaishi chini ya uh, serikali ambao hatuitambui, hatukuichagua, Eh, serikali ambayo iliua wananchi elfu kumi, zaidi ya elfu kumi ili iweze kuwa madarakani. So ni lazima tuendelee kupambana. Nachotajika sasa hivi ni kujipanga and to move forward.